Maseneta wameelezea wasiwasi kwamba sekta ya afya katika kaunti ya Busia iko katika hatari ya kusambaratika. Maseneta hao waliozuru hospitali ya matibabu maalum ya kaunti ya Busia hii leo walisema malipo yasiyotabirika ya, ya madai ya halmashauri ya afya ya jamii sha na mianya katika mifumo ya mapato yamedidimiza uwezo eh, wa vifaa vya afya katika kaunti hiyo wa kutoa eh, huduma bora. Maseneta sasa wanataka suluhu ya haraka kuhusu mzozo huo ili kuepusha kusambaratika kwa mifumo ya afya. Biashara ya uuzaji madawa inanawiri nje ya hospitali ya matibabu maalum ya kaunti ya Busia. Wakazi wa kaunti ya Busia wamewaambia maseneta kwamba utepetevu katika hospitali hiyo unachangia ukuaji wa biashara ya maduka ya kuuza madawa. How do you deal with what the member of public told us hakuna dawa tunaambiwa tununue nje. this has been happening for years and years, and I'm sure you can confirm this. it has always been so. hakuna dawa, hakuna dawa. but i will tell you chair, this county uh, we have had the most amount of drugs since we came in. hivi leo maseneta walizuru hospitali hiyo kwa zaidi ya saa mbili wakitaka majibu kuhusu sababu za hospitali hiyo kukosa kutekeleza majukumu yake ipasavyo kuanzia kwa mashini ya kusafisha damu hadi kitengo cha wagonjwa mahututi ambacho kiko katika hali mbaya. Hospitali hiyo inakabiliwa na kile maseneta walitaja kuwa changamoto kubwa ya kifedha. Kama kaunti nyingine humu nchini, kaunti ya Busia inapitia changamoto ya kulipa malimbikizi ya madeni yake na kulainisha mifumo yake ili kuinua kiwango chake cha ukusanyaji mapato. E, na kutowalipa Wakenya pesa yao ndio unaona hii pending bill inazidi kuongezeka. Akiwa mbele ya kamati ya fedha na bajeti Gavana Paul Otuoma alisema malipo yatatolewa kwa awamu mbili, huku shilingi bilioni moja nukta mbili zikitarajiwa kulipwa katika mwaka huu wa kifedha. Let's pay these ones that already have been allowed. Kamati ya fedha ya bunge la seneti hata hivyo, imeelezea wasiwasi wake kuhusu mpango wa kaunti wa kulipa madeni yake baada ya kaunti hiyo kujipata na deni la shilingi bilioni moja katika mwaka wa kifedha uliopita. Gisho kiwashira darubini.